Okay, karibu tena tuweze kujifunza hesabu. Inasema tafuta thamani ya x, tafuta thamani ya x. Hii ni Algebra, Algebra rahisi. Kwa hiyo sasa tunaenda kujifunza au kutafuta x, thamani ya x kwenye hizi hesabu. Hesabu ya kwanza inasema x jumlisha tano sawasawa sawa na kumi na mbili nasema x jumlisha 5 sawa sawa na 12, manake ni namba ngapi? Ipo hapa tukiongeza na tano tunapata 12. Tabia ya hesabu inataka tufuate utaratibu wake au tufuate kanuni yake, kwamba tunavyoona kuna x tujumlishe hii namba 5 tupate 12. Manake sasa kwenye hii x maanake ni namba ngapi? Tukaongeza na tano tunapata kumi na mbili. Unaona ni rahisi, kwamba sasa unaweza kwa ukachukua namba fulani ukafikiria kichwa na kujumlisha na tano unapata kumi na mbili. Siku nyingine watakupa hapa namba nyingi, labda x ongeza elfu ngapi sawa sawa na elfu kadhaa. Hasa tunakupa hii njia, kwamba hata ukipewa namba kubwa tumia hii kanuni, au tumia huu taratibu ili kuweza kupata thamani ya x kwa sababu hapa ni chanya. Utaratibu wa hesabu unasema kama hapa ni chanya, itatubidi tutoe tano kila upande ili tupate thamani ya nini? Thamani ya x. Ili tupate thamani ya x kwa utachukua tano kutoa tano sawasawa na 12 kutoa tano. Kwa hiyo sasa x kujumlisha tano kutoa tano hapa zinaisha, inakuwa ni sifuri. Tunapata sawasawa na nini? Sawasawa kumi na mbili kutoa tano. Kumi na mbili kutoa tano ni ngapi? Vitu kumi na mbili ukitoa vitu vitano unabakia na ngapi? Unabakia na saba. Kwa x yetu ni ngapi? X yetu ni saba. x yetu ni ngapi?